Nchi yetu ya Tanzania tumeona kwamba inashiriki na inaendelea kushiriki katika mashindano ya AFCON 2026 nchini Morocco. Uh, yes, ma mashindano ya uh, AFCON 2025 nchini Morocco, nchi yetu ya Tanzania inashiriki, lakini tangu awali mpaka sasa hivi uh, katika hatua ya kumi na sita imefuzu kama best loser, na wewe umekuwa kama mfuatiliaji bila shaka, hebu wewe unaapia kuzungumzia kuhusiana na Tanzania kushiriki katika AFCON elfu mbili na ishirini na tano uh, nchini uh, Morocco. Kwanza uh, nianze kwa kuipongeza timu yetu ya Taifa Stars. Naam, kwa hatua iliyofikia, hatua hii ni hatua ya kihistoria hmm. Sisi tumeanza kushiriki mara ya kwanza mwaka 1980. mm. tumekuwa tunakwenda tunaondoka, tunakwenda tunaondoka, lakini hapa katikati tumeanza kushiriki kwa mfululizo mara tulipotoka 2000 mwaka 1980 tumekuja kushiriki tena mwaka 2019. mm. baada ya kushiriki tena mwaka 2023. mm. na sasa mwaka 2025. mm. kwa hiyo kuna kazi kubwa imefanyika katika kuendeleza michezo hapa nchini hususan huu mchezo wa mpira wa miguu na mchezo wa michezo mingine. Kwa hiyo kitendo cha kuwa tunashiriki mara kwa mara kimeanza kujenga uzoefu fulani, na kwa mwaka huu kwa mara ya kwanza tumeweza kufuzu kucheza hatua ya kumi na sita bora. Kwa kweli mimi nitumie fursa hii kwa dhati kabisa niwapongeze sana wachezaji wa Taifa Stars, nimpongeze sana kocha wa timu ya Taifa Stars Miguel Gamondi. Huyu kocha amepewa timu hata miezi mitatu minne hamna. <laughs> Lakini namna alivyoibadilisha. Timu inayocheza kwa nidhamu na kwa kubaki kwenye malengo inathibitisha kwamba huyu ni kocha mwenye uwezo mkubwa. Tuendelee kumwamini <laughs> na tuendelee kumpa nafasi. Na mimi ni wakumbushe wa Tanzania. Siku zote tuheshimu taaluma za watu. Kulikuwa wa wa na watu wana mkosoa hao wanataka. Mpira huu ni taaluma kama taaluma nyingine. Watu wanakaa darasani, wanasomea. Na usiku kakaa tu barabarani ukaanza kuongea mambo ya kitaalamu wakati hujasomea wala huna utaalamu. Kwa hiyo tuendelee kuheshimu taaluma za watu, kio hapa makocha, na tuendelee kumpa nafasi, naamini anaweza kutusaidia kufika mbali zaidi. Okay. Lakini kwa sasa kufika hatua ya 16 bora. Mm -hmm. Kwanza mimi kama mdau wa michezo kwa kweli nimefurahi sana. Okay, yeah. Nime, yani, unajua kama nikaulevi unakuwa ume, ume yani, na, na, siwezi huwezi kuelezea hiyo furaha iko kwa kiwango gani, lakini nataka niseme tu tumefurahi sana na kwa kweli ukizungumza kucheza hatua kumi na sita bora <laughs> maana yake unazungumza katika timu kumi na sita bora hapa Afrika na Tanzania ni miongoni mwao, sio hatua ndogo kabisa. <laughs> haijalishi tumefuzu vipi. <laughs> Best loser, kufuzu ni kufuzu, mm, ili mradi ni wa kuzingatia kanuni na taratibu, yeah, za mashindano hizo nafasi nne za best zameziuza, kila timu pia walikuwa wanaiangalia na hiyo <laughs> kwa sisi, kwa kitendo cha kufuzu, kwa kweli ni kitendo cha kujivunia kama taifa, ni kitendo cha kujipongeza, lakini ni kitendo cha kuendelea kutumia michezo hii kama sababu ya kutuunganisha, kuendelea kuiunga mkono timu yetu ya taifa. Nafahamu kesho na mchezo na Morocco. Morocco ni timu kubwa, ina historia kubwa ila tuzidi mbali, lakini dakika tisini, wakati mwingine kinachoweza kuamua matokeo ni ile spirit, namna ambavyo wachezaji watajitoa kutimiza majukumu na maelekezo ya benchi ya ufundi. Kwa hiyo bado naamini kwamba tuna nafasi ya kufanya vizuri katika mchezo wa kesho, kwa sababu mpira si hauchezi na historia wala hauchezi na takwimu, kwamba bwana wewe, huyu ni wa hamsini, huyu ni wangapi, kama automatically yatafungwa. Sio hivyo na historia zipo yeah. Kwa ajili ya kuvunjwa, sio kwa mimi. Kesho natakia nata, nata kila la heri timu yetu ya Taifa Stars mm. E, lakini hata ikitokea tumetolewa <laughs> sisi bwana, hatuwe tuliofikia mwaka huu tumekila sababu ya kumshukuru Mungu yeah. Na tumeachieve kitu kikubwa mm. E, kwa kuanzia sio kibaya, hata kama ikitokea mm. tumetolewa, tulicho kufanya mwaka huu kinatosha <laughs> japo tuna nafasi ya kufanya zaidi mm. Kwa hiyo na tuendelee kuunga mkono tuendelee kuwaombea dua, tuendelee kuwatakia kila la heri na kuwahamasisha vijana wetu wanaotuwakilisha. Na kwa kweli leo Tanzania inatajwa taja dunia nzima kwa sababu ya timu hii ya Taifa Stars, timu nzima wanajadili kuhusu Tanzania. Sasa kwa kiwango gani Tanzania imejulikana na kufahamika kupitia hii timu kwe, kwa hiyo kwa nini kama taifa tusiunge mkono? Lakini pia niwaombe wadau mbalimbali ikiwemo serikali pamoja na sekta binafsi yeah. Tuendelee kuwekeza kwenye michezo mm. Sisi Tanzania hatutakiwi kuwa timu ya kubabaisha hapa Afrika, sisi tuna historia kubwa hapa Afrika kuanzia mm, ile historia ya ukombozi wa bara la Afrika mm, tuna kila sababu ya kufanya vizuri kwenye maeneo mengi ikiwemo mchezo mm. Kwa hiyo tukiendelea kuwekeza vizuri na kuweka usimamizi ikiwemo kuhakikisha kuna miundo mbinu ya kutosha ya watoto kucheza. Siku hizi unaweza kwenda kwenye kata au kwenye mtaa, hakuna kiwanja. Sasa watu wa mipango miji, unapangaje mji hamna kiwanja? kuna siku hizi kuna shule ilieki shule haina kiwanja itakuwaje? shule haina kiwanja, watoto wanacheza wapi? Haya ni mambo ambayo tunafanya mtaa mzaa kwenye mambo serious. Lazima watoto wapate nafasi ya kucheza ili waonyeshe vipaji vyao na tuwa taifa ambao linaanza kufanya vizuri zaidi katika michezo kuliko tunayofanya hivi sasa. Mm. -hmm. Okay, yeah. Okay, shukrani sana. <coughs> uh, uh, na wewe timu ya Taifa Stars ah uh, unaipa asilimia ngapi katika mchezo wa kesho? Katika ku ku ushindi wake na timu ambayo timu ya Morocco, lakini like li pia ikumbukwe, ah uh, historia ya timu ya Ivory Coast pia ilifuzu kama best loser, lakini at the end of the day ikawa bingwa. Unaipa asilimia ngapi Taifa Stars? Sasa unajua mimi mimi kwa bahati mbaya ni mm. kocha kocha huwa si wa kuzungumza kishabiki mm, kama ambavyo washabiki wengine wa wengi, wa mtaani e wanaweza eh. Kwa hiyo I will be honest on this mm. To be honest uwezekano wa Taifa Stars kushinda mm. ni asilimia arobaini, kurudi chini Sawa. sawa hauwezi kuvuka asilimia arobaini mm, lakini tunaweza kushinda isipokuwa, kwa maana ya asilimia ulizoniuliza mimi naipa Taifa Stars asilimia 40 ya uwezekano wa kushinda. Sio kwamba hamna uwezekano wa kushinda. Asilimia 40 ni asilimia nyingi sana. Kwa hiyo mimi naamini wale vijana wakijitolea uwanjani, kila mmoja, maana yake pale wanabaki 11 11, kila mmoja akijitoa mpaka tonye lake la mwisho la damu mm. mimi naamini chochote kinachoweza kutokea, lakini utakuwa ni mchezo mgumu mm. kwa sababu wezetu kiufundi zoefu wanaweza kuzidi katika maeneo karibu yote it, wow. E, na ni wako nyumbani, lakini <laughs> pia sisi tuna wachezaji sio haba wana, mm. wana wana, wana uzoefu mkubwa, wako wa kina Bakari Rondo mm. Wamecheza finali ya Confederation Cup mm. Wamecheza michezo mikubwa ya CAF, uh, CAF Champions League mm. Wamecheza kwenye viwanja vya aina hiyo. Kwa hiyo na sisi tuna wachezaji fulani wenye uzoefu ambao mimi naamini zile kelele wala hazitawasumbua, badala yake zitakuwa ni kelele za kuwahamasisha na kuwatia moyo. Okay, kwa sasa kuhitimisha sasa. Uh, nchi yetu ya Tanzania mwaka 2027 utakuwa mwenyeji wa mashindano ya Afcon. Kwanza ni nianze kwa kusema kwamba Tanzania kwa kushirikiana na nchi jirani zetu wa Afrika ya mashariki kwa maana ya Kenya na Uganda, tutahost mashindano ya Afcon mwaka 2027. Ukizungumza 2027 unaweza kufikiri mbali. 2027 ni mwakani. Kwa hiyo mimi mwito wangu ni kwamba tuna kila sababu ya kujipanga vizuri kutumia nafasi hii ya uwenyeji ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na timu ya ushindani itakayoweza kutumia uwenyeji kufanikiwa zaidi katika mashindano ya Afcon 2027. Kwa hiyo mimi naamini kwamba muda uliobaki ni mchache, tuna almost mwaka mmoja. Si rahisi sana unaweza kusema leo unaweza kumwendeleza mchezaji ambaye hayupo au ambaye hayupo kwenye viwango hivyo leo akawa tayari kucheza mwaka 2027. Kwa hiyo mimi maoni yangu na ushauri wangu, kama taifa, lazima tukae, tuweke mikakati ya kuwa na timu bora ya ushindani itakayocheza mwakani sio bali sio. Kwa hiyo lazima tuone mikakati ya muda mfupi ya kuifanya timu ya Taifa Stars kuwa ni timu bora zaidi na timu ya ushindani zaidi kuliko ilivyo hivi sasa. Unajua, timu mwenyeji ikiwa timu kidogo dhaifu, ikiwa timu haifanyi vizuri sana, itaharibu ladha ya mashindano yenyewe, lakini tutakuwa tunanufaika vizuri na mwenyeji kuliko tukiwa na timu bora ya ushindani. Sasa mimi nashauri nini kifanyike? Katika mwaka huu mmoja uliobaki, kama nilivyosema, ni muda mfupi, hakuna miujiza utakayofanya ya kumwendeleza mchezaji akawa kwenye ubora huo ambao haiko nao hivi sasa. Kwa hiyo, mimi ushauri wangu, maoni yangu, kuna wachezaji wenye uwezo mkubwa, kama wapo wachezaji wa mataifa mengine, raia wa nchi zingine ambao wako tayari kubadilisha uraia wa nchi zao na kuwa Watanzania, tuwape uraia, tutengeneze timu ya ushindani ya mwakani. Hata kama watakuwa ni watatu wanne, sio? Tukaangalia yale maeneo ya kimkakati ambayo yanaweza kusaidia kuimarisha timu, tufanye hivyo. Na tukifanya hivyo, sisi hatutakuwa wa kwanza wala hatutakuwa wa mwisho. E, timu nyingi duniani wanafanya vizuri. Ukitafuta wale wanaochangia timu kufanya vizuri, wala asili yao sio raia wa, wa hizo nchi. Hapo ndo utawataja watu kama kina Zidane bin Zidane, sio? Zidane asili yake ni Algeria, sio? Kijana wake ni, ni goalkeeper wa timu ya taifa ya Algeria. Lakini kwa kiasi gani ametoa mchango kuijenga na kuisaidia Ufaransa kuwa timu kubwa duniani kimpira. Wote tunafahamu, sio? Huyu kijana kina Mbappe, sio? Mbappe ni kijana asili yake ni ni Cameroon, sio? Kwa kiasi gani ametoa mchango kuisaidia Ufaransa kufanya vizuri katika dunia hii kwa mpira wa miguu, wote tunafahamu. Kwa hiyo sisi hapa hatuna sababu. Kama kuna watu wana uwezo mkubwa katika mpira wa miguu, wako tayari, hawapati nafasi kwenye wa nchi zao, wako tayari kubadilisha uraia wa nchi zao na kuwa wa Tanzania, mimi nashauri tuwape uraia, na tukiwapa uraia tuwatumie kwenye AFCON 2027. Eh, kwa kuzingatia kanuni za mashindano ili tuhakikishe kama tunakuwa na timu ya ushindani. Kwa, kwa sasa mimi nikiangalia moja ya njia nayo na ipa uzito mkubwa wa kutusaidia AFCON 2027 ni, ni hilo. Mimi naamini kabisa tukitekeleza hiyo inaweza kutusaidia kwa kiasi kikubwa kuimarisha uwezo wa timu yetu kushindana ili tuje tunufaike vizuri na mwenyeji na uwenyeji wetu katika mashindano hayo. Kwa sababu kama timu ya yetu labda ita, itafuzwa utatolewa labda kwenye hatua za awali, maana yake impact yake ni kwamba pengine watu wataacha kwenda uwanjani, sio? sasa watu wakiacha kwenda uwanjani, kwa hiyo hata ladha na hamasa ya mashindano yenyewe itapotea. Kwe, lazima, kwa hiyo lazima tuhakikishe do or die as it comes 2027 tunakuwa na timu yenye uwezo mkubwa wa kushindana kucheza hata robo finali, nusu finali na ikiwezekana kuchukua kombe kabisa la AFCON 2027. Lakini pia jambo la pili, wito wangu ni kwa Watanzania, tujipange kunufaika na fursa zitakazo tokana na uwepo wa kituo cha AFCON. Kuna biashara nyingi sana zitafanyika zikiambatana na mashindano ya AFCON 2027 maana yake kutakuwa na wageni wengi. Hawa wageni watahitaji huduma za malazi, watahitaji huduma za chakula wanaohitaji huduma za usafiri. Tunajipangaje kuhakikisha kwamba tutanufaika to the maximum na fursa zote zitakazojitokeza kutokana na AFCON 2027 katika nchi yetu. Na sisi watu wa Singida tujipange, kwa sababu kama unaofahamu, moja ya kituo cha mashindano ya AFCON kitakuwa Arusha. Kutoka Singida Arusha hapa ni masaa matatu manne, sio? Umefika Arusha, tunajipangaje kuhakikisha kwamba tutahudumia kituo cha AFCON Arusha? kwanza kwa kuhakikisha kwamba watu wanapata kuku wazuri wa kienyeji kutoka Singida, lakini wanapata wanapata mboga mboga na matunda kutoka Singida, wanapata nyama ya mbuzi wazuri wa kutoka Singida, wanapata mafuta ya alizeti yaliyo katika ubora wa juu kutoka Singida. Kwa hiyo pia sisi watu wa Singida tusibaki nyuma nyuma. 2027 sio mbali. Kama sasa una kuku 20, hakikisha inapofika 2027 una kuku angalau 500, 600, 700, 800. Kwa sababu bila shaka hawa kuku tutawauza sana Arusha. Tutawauza sana kwenye maeneo mbalimbali kwenye kituo cha mashindano. Kwa hiyo wito wangu tuendelee kujiandaa vizuri. Hii fursa haiji mara nyingi. E, sisi hatujawahi kuhosti mashindano tangu haya mashindano yameanza. Hii ni kwa mara ya kwanza. Inaweza ikachukua miaka mingine hamsini kuhosti mashindano ya aina hii. Kwa hiyo ni muhimu sana tukahakikisha kama tunajipanga vizuri kunufaika na mashindano ya AFCON. Naam uh, na. Na, mfuatiliaji wa Snadareal Tv, hakika siku ya leo imekuwa siku njema na ndugu yetu mdau wa maendeleo Japhari Saidi ameweza kufunguka kwa kina. Hakika safari ya kuanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita tumeianza kwa kishindo. Mgenye ameweza kutuachilia baraka za kuanza mwaka kwa kutuambia mambo kutu ambayo uh, amejipanga ikiwemo uzinduzi wa foundation, lakini ametuambia kwamba namna walivyojipanga kuhakikisha jamii na- inashika jamii mkono kuhakikisha inapiga hatua katika upande wa kuihudumia katika sekta ya elimu, afya, mazingira na michezo, kubwa kuliko, ametoa mchango wake kuhusu namna bora ya kushinda AFCON mwaka 2027 tukiwa kama ha, wa tukiwa kama hosti ama waandaaji, kwamba ameshauri timu yetu ya Taifa Stars inaweza kusajili wachezaji wapa uraia na hatimaye wakafanya vizuri kama ambavyo nchi zingine ama mataifa mengine yamekuwa yakifanya. Mpaka hapa ndiyo tamati ya kipindi chetu ama mahojiano yetu maalum kutoka katika studio za Snadareal TV. Mimi ni ripota wako wa nguvu John Hassan wa Snadareal TV, tunapatikana katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, X ama Twitter, lakini pamoja na TikTok YouTube kwa jina hilo hilo la Snadareal TV. Asante na karibu tena studio la Snadareal TV. Na kushukuru sana John Hassan kwa kunialika. naam no. na wakati wote mwingine uki- napatikana nafasi usisite mm -hmm. kunialika. naam no. mimi napenda mazungumzo kama haya mm -hmm. E, lakini pia nirudie kwa kupongeza, unafanya kazi nzuri Shukrani. kazi ambayo taifa zima sasa limeitambua Amen na mimi na kuona mbali sana ndugu wangu. Asante. Nitaendelea ku mimi binafsi nitaendelea kufanya kazi na wewe na kukuunga mkono. Naam. Mimi naamini sana ni siwe kama kijana mimi kijana. Naam. No. Vijana tukitembea pamoja mm. tunaweza kuwa na kesho bora zaidi mm. eh, kuliko ilivyo hivi sasa. Mm. Kwa hiyo mimi nikutakia kila la heri no. katika kazi zako. Naam. No. Kwa mwaka huu 2026 mm. endelea kufanya kazi kwa weledi. Mm. Endelea kufanya kazi kwa ku fanya kazi na kila mtu, shukrani. E, wewe ni mwandishi wa habari ile, mm. professionalism mm -hmm. ni kitu muhimu no. E, kwa maana ya kufanya kazi na kila mtu mm -hmm. kutoa kila aina ya taarifa ambayo ni muhimu kufika kwa watu no. mimi naamini ukiyafanya hayo na kama unavyoendelea kuyafanya mm -hmm. e, kwa kweli utafika mbali mm -hmm. no. E, nimekuona kwa kweli unavyo shirikiana na watu mbalimbali. Shukrani sana. Na lazima watu waelewe kwamba hii wewe ni kazi yako. Mm -hmm. Sijui mm. mtu akategemea kwa nini, labda atoe habari za huyu au za yule uhuh. Kazi yako lazima uifanye kwa kutoa habari za kila mtu, habari za kila upande mm. ili mradi nadhani ni habari muhimu, huwafikie wananchi na no. Amini eneo hili kwa Singida tulikuwa nyuma mm. lakini wewe we mnatotoa kimasomaso mm. lakini na vijana wenzako wengine, endeleeni kufanya kazi no. tuendelee kutengeneza kesho yetu mm. katika sekta hii muhimu habari na mawasiliano. Shukrani sana. Asante sana tulikuwa tu, powered by Tecno Tanzania lakini uh, Sangaro Glass and Aluminium bila kuwasahau Royal Village Hotel lakini pia Bio Sustain wanaopatikana kwa Singida Gin. Shukran sana.